Hatimaye baada ya kimya cha muda mrefu kuhusiana na reaction yao majibu yao baada ya kutolewa kwa tangazo la bodi ya ligi kwamba dabi ya Kariakoo ile mechi ya Machi 8 mchezo namba 184 ulioahirishwa mpaka Juni 15 na sasa kuchezwa leo hii Juni 25 wekundu wa Msimbazi Simba wamethibitisha rasmi kwamba watakuepo katika mechi hiyo itakayoanza saa 11 jioni kwenye uwanja wa Benjamin William Mkapa jijini Dar es Salaam ambayo matokeo baada ya dakika 90 ndio hatimaye yatapata bingwa ligi kuu Tanzania bara kwa msimu wa 2024 25, Yanga dhidi ya Simba wako katika mechi hii muhimu, mechi ya kihistoria kutokana na mazingira kuelekea katika mchezo huu tukaanza muda mchache kuanzia sasa, ifikapo saa kumi na moja jioni. Moja wapo ya sababu ni kwamba kwenye msimamo wa ligi kuu Tanzania bara mpaka sasa, Yanga ndio wanaongoza ligi hiyo, wakiwa wenyeji kwenye mechi hii wakiwa na pointi 79 lakini mabao wakifunga 81 wameruhusu mabao kumi. Wekundu wa Msimbazi, Simba ndio wanafuatia katika nafasi ya pili, wakiwa wao wana pointi 78, wote wakiwa wamecheza mechi 29 kama Yanga, pointi 78, mabao wamefunga 69, wameruhusu mabao 11. Simba wanakwenda katika mechi hii katika kuhakikisha kwamba kwanza wanashinda hilo ndo namba moja. Ili wakifanya hivyo, watoa ubingwa ligi kuu ya Bara ambao mara ya mwisho waliutoa msimu wa 2020 na 2021. Kwa sababu mojawapo Simba kuhitaji sana mechi hii ni pamoja na hiyo, lakini la pili ni kulipiza kisasi katika mechi ya mzunguko wa kwanza ligi kuu ya Bara, Simba walipoteza kwa Yanga bao moja bila bao alilojifunga biki wake Kevin Kijiri. Lakini lingine kuhusiana na hilo ni ukweli kwamba Simba hii ya kocha Fadu Davids inakwenda kuvaana na Yanga ya Hamdi Melud, zikiwa zote ziko katika kiwango bora sana kwenye points kama tulivyotoka kuona hapa, ya kwanza na ya pili. Hizi ndio timu pekee katika msimu huu zenye uwezo wa kutoa ubingwa na hasa baada ya dakika 90 za mechi ya leo. Nyingine zote, Azam tayari imeshamaliza katika nafasi ya tatu ikiwa na pointi 63, Singida Black Stars iko nafasi ya 4 ikiwa na pointi 59. Kwa hiyo timu nyingine zote zilishakata pumzi katika kuwania ubingwa wa ligi kuu Tanzania bara na kubaki wao wawili tu, lakini Wekundu wa Msimbazi Simba wanakwenda kwenye michi hii wakiwa na malengo mengi, kubwa likiwa hilo la kutaka ubingwa, lakini la pili likiwa hilo la kutaka kulipiza kisasi, la tatu ukiondoa kisasi, ukiondoa ubingwa, ni kupata furaha kwa kuwafunga watani zao wajadi Yanga. lakini Mengineo kama sababu mojawapo za Simba kwa nini wanaitaka sana mechi hii, kwa nini tofauti na vile ambavyo baadhi ya watu walifikiri kwamba labda hawatapeleka timu uwanjani, hasa kutokana na ukweli kwamba kwenye mkutano na waandishi wa habari ambao kwa mujibu wa kanuni za ligi kuu Tanzania bara toleo la 2024 kwenye sura ya tano kanuni ya 17 kifungu cha 58 kinataka timu zote kwenye ligi kuu Tanzania bara msimu huu siku moja kabla ya mchezo kufanya mkutano na waandishi, ambapo kocha, manahodha ama mchezaji mwenye ushawishi wanapaswa kuwepo na kuzungumza na waandishi wa habari. Simba wa kutekeleza kanuni hii kwa sababu hawakuenda katika mkutano na waandishi wa habari, badala yake walikuwepo Yanga peke yao, na hivyo kuzidi kujenga hofu kwa baadhi ya mashabiki kwamba pengine hawatacheza dabi hii. Lakini leo hii kupitia ukurasa wao rasmi wa Instagram, Simba wameposti tangazo likionyesha kwamba ni mechi yao ya mwisho wanahitaji sana. Kwa nini wamesukumwa sana Simba kwanza kutekeleza kanuni za ligi kuu Tanzania Bara haya, ukiondoa zile sababu zilizotoka kuzitaja. Lakini la pili, Simba hii ya kocha Fadu Davis imepiga ime hatua kubwa kiasi kwamba naona huu ndio mwanya, ndio fursa pekee ya kuhakikisha wanajitendea haki kwa kuhakikisha wanamaliza msimu wakiwa walau wanataji, kwa sababu wameshapoteza kombe la shirikisho la benki ya CRDB, lakini walifika fainali kombe la shirikisho barani Afrika CAF na kuf, kukosa taji baada ya kufungwa mabao matatu kwa moja kwa ujumla na waliokuwa wana fainali wenzao RS Berkane ya Moroko. Simba, sababu nyingine ni pamoja na ukweli kwamba katika safu yao ya ushambuliaji kuna kiungo ushambuliaji shashaua yeye anafukuzia kuwa top scorer mfungaji bora kwa sababu ana mabao 16 huku pia akiwa ametoa assist 9 na kuchangia mabao 25 kati ya mabao 69 aliyofungwa na Simba mpaka sasa. Hii ni hatua muhimu kwake. Kuna uwezekano akaibuka okay, mfungaji bora msimu huu kwa sababu wanaomfuatia ni pamoja na wachezaji wenzake katika klabu ya Kunda Msimbazi, Simba, kuna kina Steven Dese Mukwala mabao 13 lakini pia kuna wachezaji kama Prince Pumelo Dube ana mabao 13. Clement Mzizi Walid ana mabao 13. Orodha ya wachezaji wa mabao 13 ni pamoja na Jonathan Soa wa Singida Black Stars. Wapo takriban wachezaji watano na mabao 13 ambao hao wengine hawawezi tena kumchallenge, wameshaondoka, waliobaki ni wale waliopo Yanga. Clement Mzizi Walid na Prince Pombelo Dube wenye mabao 13 kila mmoja. Jonathan Soa msimu mm, mm, umeshaitimishwa kwake, na wengine wote siokuwa katika klabu za Simba na Yanga. Lakini mabao matatu ndani ya dakika matarajio labda ushindani aupate kutoka kwa hawa wa Yanga na wenzake wa Simba kina Mkwala, pindi wakifunga walau mabao matatu, jambo ambalo litakuwa ni nadra kupiga hat-trick, kwa sababu katika historia ya ligi kuu Tanzania Bara mchezaji aliyewahi kupiga hat-trick mechi ya dabi ya Kariako ni King Abdallah Kibaden, alikuwa Simba katika mechi mojawapo, na wala sio hivi karibuni. Hakuna hat-trick nyingine katika mechi za namna hii. Kwa hiyo, labda itokee maajabu leo hii wachezaji wenye wa mabao 13, Mkwala na wale wa Yanga kina Dube, Mzize, wapige hattrick ndipo watamfikia huwa mwenye mabao 16. Labda wakivunja rekodi nyingine kwa kufunga mabao manne ndipo atampita huko, yeye asifunge bao. Kwa hiyo ana nafasi nzuri ya kuwa top scorer na hivyo kwa paburudani furaha mashabiki wa kundoa Msimbazi Simba. Lakini lingine, Simba wamepiga hatua sana kulinganisha na Simba msimu uliopita. Msimu uliopita mpaka kufikia mechi 29, eh, kabla kuhitimishwa msimu Simba walikuwa wameruhusu Simba wameruhusu walikuwa mabao ishirini na tano msimu huu mechi ishirini na tisa wameruhusu mabao kumi na moja. Kwa hiyo kwenye ulinzi Simba wameimarika sana, kwa sababu wamepunguza mpaka dakika hii hapa, ukiondoa wamepunguza mabao kumi na tano mabao 15 kulinganisha na mabao 25 walioruhusu msimu uliopita, kuzidisha kwa 100, maana yake Simba kwenye ulinzi wameimarika kwa asilimia 60 kulinganisha na msimu uliopita. Kama wana ukuta imara namna hii wakiwa na kipa Musa Pimpin Kamara, mabeki wake kina Shamu Karabu, Shemalon Fondo, Abdurazza Kiamza, Shomari Kapombe, Mohamed Hussein Shabalala, kwa nini wasijiamini kwenda katika dabi hii ili kuhakikisha wanawaletea madhara wapinzani wao na kushinda na kutoa ubingwa? Lakini sababu nyingine ni katika ufungaji. Simba msimu uliopita mpaka ligi inakamilika walikuwa wamefunga mabao 59. Leo hii ligi haijakamilika tayari wana mabao 69, yani wameongeza mabao kumi kabla hata mechi ya leo saa 11 haijachezwa. Kwa hiyo Simba hii inafunga zaidi na wafungaji ni pamoja kina Jashua kinara wa mabao mpaka sasa kwa mabao 16. Wafungaji pamoja na Mkwala wenye mabao 13. Wafungaji pamoja na Lionel Atebambida wenye mabao 12. Kwa hiyo hii ni sababu pia ya kuwafanya Simba wajitendee haki wenyewe kwa kuhakikisha kiwango cha ubora kwenye ufungaji hakiwafanyi wasiende uwanjani kwa sababu ndio fursa kwao kuwa dhuru yanga kushinda na kutoa ubingwa. Lakini sababu nyingine ni performance ya jumla ya timu hivi sasa, mechi 29 na tisa, pointi 78. Kwa hiyo kabla hata mechi kuchezwa ya saa 11 jioni leo hii tayari Simba wameongeza ufanisi katika points eh, kutoka pointi 69 walizomaliza nazo sore, pointi 69 mpaka pointi 78. Maana yake wameongeza pointi 9 kabla hata mechi ya mwisho kuchezwa hii. Maana yake ufanisi umeongezeka msimu uliopita baada ya ligi kukamilika, performance ya Simba ilikuwa around ya 77, sababu walipata point 69 kati ya point 90 kutoka nazo na mechi 30. Leo hiyo wana point 78, e, e, wana point 78 katika mechi 29, maana yake performance ni takriban asilimia 89, around ya 89. Kwa hiyo Simba imeimarika sana kwenye eneo la jumla, ufanisi wa jumla wa timu kwa sababu hiyo, ukiona hizi zote, maana yake ni kwamba wana kila sababu kujitendea haki kwa kwenda uwanjani, na ndio maana wamethibitisha kwa taarifa yao rasmi kwamba wanakwenda uwanjani lakini pia kuna jambo lingine. Mechi hii ni, ni ya kihistoria, ni dabi ya aina yake. Hivi karibuni hakujawahi kushuhudiwa dabi ambayo baada ya dakika tisini bingwa anapatikana katika ligi kuu Tanzania bara leo hii, kwa sababu yanga na pointi sabini na tisa, simba pointi sabini na nane. Simba anatakiwa kushinda ili atoe ubingwa. Yanga inahitaji walau sare ili atoe ubingwa. Yanga akitoa ubingwa, inakuwa ni mechi ya e, msimu wake wa nne mfululizo anatoa ubingwa Simba wakifanya hivyo watakuwa wamesitisha kasi ya Yanga ya kutoa ubingwa mara tatu na wao watoa ubingwa msimu huu. Lakini historia nyingine leo hii ni dabi ambayo inachezeshwa na waamuzi wote wanatoka nje ya Tanzania, ndiyo Amin Mohamed Amin Omar, mwamuzi wa kimataifa kutoka Misri, mwamuzi mwenye beji ya FIFA tangu mwaka elfu mbili na kumi na saba umri wake miaka 39, ndiye atakayekuwa katikati akichezesha, lakini wasaidizi wake wote, assistant referees, wanatoka Misri, lakini miongoni mwa maafisa anatoka Somalia, kamishina wa mchezo anatoka Tanzania. Kwa hiyo ni dabi ambayo usimamizi wake kwa ujumla wana wasimamizi eh, of, maofisa, maofisa wasimamizi wanatoka katika nchi tatu tofauti, kwa maana ya Tanzania, Somalia, Misri. Huku Misri raia wake ndio wale wanaochezesha pale katikati. Hii ni historia pia nyingine. Kwa hiyo kuna ile ya kwamba ligi kama fainali leo hii kwa sababu mwisho wa siku bingwa atapatikana leo hii baada ya dakika 90 ni historia kwa sababu, dabi, kwa sababu Dabi kwa muda mrefu haijakutana Dabi ambayo kwenye ligi halafu mshindi siku hiyo ndio anaondoka na kombe lakini pia juu ya wageni kuhusika katika uchezeshaji wa mechi hii. Lingine kubwa Dabi hii ambayo ilikuwa na makando kando mengi kabla kufikia, ya kuifikia ya mzunguko wa pili ni kwamba Machi nane tunakumbuka nini kilitokea mechi ikairishwa mpaka Juni 15 na sasa Juni 25, leo imefika siku yenyewe, siku ya Dabi, siku ambayo Watanzania wengi wanaofuatilia mpira wa miguu wangali wakiisubiri dakika 90 za mchezo huu. Nani ataibuka kidedea na kutoa ubingwa wa ligi kuu Tanzania Bara? Simba wanahitaji ushindi, Yanga wanahitaji sare ama ushindi wowote, ili kutoa ubingwa wa nne mfululizo wa ligi kuu Tanzania Bara kwa msimu huu. Je, nini kitakachotokea? Ni swala la kusubiri. Ewe mtazamaji wa Mbwaduke Stats Sport next level, endelea kuunga mkono channel hii kwa kuhakikisha kama una subscribe, una share, una comment na kulike. Ni mimi mwasilishaji wako Ramadhani Mbwaduke almaarufu kama mzee wa data, shukran jazilan. Bye, bye.